Inaaminika kuwa alizaliwa akiwa na umbo kubwa, kwa hivyo mama yake kumpa jina la Kidum au Kidumu, yaani gudulia kubwa la kuhifadhia vimiminika, ila jina lake halisi ni Jean Pierre Nimbona, mzaliwa wa nchini Burundi miaka 50 iliyopita. Kidum alianza kuonyesha mapenzi yake kwenye sanaa ya muziki akiwa na umri wa miaka kumi tu, kwa kupiga ngoma. Alianzisha kundi lake mwenyewe ambalo lilianza kupiga muziki nchini Burundi, lakini halikudumu kwa muda mrefu kufuatia kuibuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka elfu moja kenda mia tisini na tatu. Katika mahojiano yake na jarida moja nchini Kenya miaka sita iliyopita Kidumu ambaye aliachia albamu zilizompa maarufu kama vile Yaramenje, Shamba Ishano hata rudi nyuma, anasimulia namna alivyokuwa akilazimika kukimbilia nchini DRC kukwepa vita nchini Burundi kati ya mwaka 1993 na mwaka 2005. Kidum anakumbuka alivyojikuta njia panda, hasa ukizingatia kuwa mama yake alikuwa ya ni Muhutu, huku baba yake akitokea jamii ya Kitutsi. Wakati vita hivyo vikiwa vimepamba moto nchini Burundi, Kidum anakumbuka namna vijana wa rika lake walivyolazimika kuingia jeshini ili kutetea jamii zao na wenyewe kuamua kukimbilia nchini DRC kabla ya kurudi tena Burundi kuendelea na masomo yake. Kidum anasimulia mkasa wa kusikitisha ambao uliwakuta wanafunzi wenzake kumi na saba ambao alikuwa amepanga nao kwenda kutembelea shule ya wasichana iliyokuwa jirani. Kwa mujibu wa Kidum, wote kwa pamoja walikubaliana wamshane, ila kwa bahati mbaya, wanafunzi wenzake hawakumwamsha na kuamua kwenda peke yao. Hata hivyo wanafunzi hao waliuawa na wanajeshi msituni kabla ya kufika mwishoni wa safari. Hali hiyo ilizidi kumtia hofu Kidum, ambapo baba yake alilazimika kumpa dola 60 za Kimarekani ili akimbia machafuko hayo na kwenda kutimiza ndoto yake ya kuwa mwanamuziki. Kidum anakumbuka namna alivyovuka mpaka na kuingia nchini Tanzania na kulazimika kutafuta hifadhi chini ya madaraja na misikitini kabla ya kujilipia usafiri wa kuelekea jijini Nairobi nchini Kenya na baadaye katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Baada ya kifo cha baba yake, Kidum aliamua kuhamia Kenya mazima. Kidum ambaye ameoa mke kutoka eneo la Bungoma nchini Kenya amejaliwa kupata watoto saba japo kwa wanawake tofauti. Anamiliki bendi yake iitwayo Bodaboda Band ambayo iliwahi kuwa kwenye Churchill Show nchini Kenya amewahi kushirikiana na wanamuziki muziki mbalimbali mbali katika ukanda wa Afrika Mashariki akiwemo Lady JD kupitia wimbo Nitafanya Hatarudi Nyuma aliyerekodi na Juliani Kayamuzi, na wimbo Relax aliyowimba na Peter Msechu. Kidum ni mshindi wa tuzo ya Powell Music Awards, Kora Music Awards, ISC Music Awards na bun